Ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, bingwa mtetezo wa ligi hiyo, timu ya Yanga imeendelea kung'ara baada ya leo kupata ushindi mujarab wa magoli manne kwa sifuri dhidi ya Wanakuchere Ndanda FC katika mchezo uliochezwa uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Mabao ya Yanga yamefungwa na washambuliaji Donald Dombo Ngoma aliyefunga mabao mawili na Hamisi Tambwe aliyefunga bao moja, huku bao la nne la Yanga likiwekwa wavuni na beki Vincent Busu <laughs>

kwa matokeo hayo Yanga aliyoifunga leo Ndanda kutoka Mtwara mabao manne kwa sifuri wanafanya Yanga wafikisha alama arobaini baada ya kushika dimbani mara kumi na nane na kuendelea kujikita katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi hiyo, nyuma vinara Simba wanaongoza ligi hiyo akiwa na alama arobaini na moja baada ya kucheza michezo kumi na saba Mchezo mwingine umechezwa pale Manungu Complex Turiani mkoani Morogoro, ambapo bao pekee lililofungwa na Jaffa Salum limewapa wenyeji wa katamiwa wa mtibo shuga ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Majimaji ya Songea. Kwa mujibu wa ratiba kesho ni zamu ya Ruvu Shooting Stars wataka kuwa wenyeji wa mnyama Simba katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na matajiri Azam FC wakiwakaribisha Tanza na Prisons kutoka Mbeya katika uwanja wa Azam Complex huko Chamazi Mbande nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam katika mchezo utakaofanyika saa moja za jioni. Pambano la Ruvu dhidi ya Simba litatangazwa moja kwa moja na TBC Taifa.